Ninawatakia heri njema ya Krismasi pamoja na mwaka mpya mwaka elfu mbili na ishirini na sita wenye fanaka pamoja na afya njema. Karibu sana wapenzi watazamaji, ili niweze kuwapasha taarifa za ukweli. Ninakuomba kama wewe ni mgeni haujaweza kujiunga na hichi kituo, piga subscription, vile vile sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi vingi ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Kuna kiongozi mmoja wa chama cha CCM Tanzania, mwenye amewatesa wananchi sana kwa kuiba mashamba yao na anapopelekwa mahakamani ninaambiwa kwamba yeye kazi yake ni kupiga simu akuambia viongozi wakuu wa serikali kwamba amekamatwa na anatolewa. Naambiwa kwamba huyu jamaa ni tisho kwa usalama wa mwananchi, kwa sababu anawafanyia wananchi mabaya huku akijigamba kwamba wananchi hawawezi wakamfanya chochote, kwamba yeye ni kiongozi wa hii serikali batili. Huyu ni bwana mwenye anaitwa Mustaqim Mtanza Daluga. Huyu ninaeleza kwamba ni tapeli wa mashamba ya wananchi. Huyu hapa amekuwa mwenyekiti wa mtaa na amedumu kwa miaka thelathini na mitano kama mwenyekiti wa mtaa, na ninaelezwa kwamba anatumia wenyekiti wake ili kuweza kupora mali ya wananchi, kukandamiza walala hoi na kuwanyang'anya maskini mashamba yao. Unajua, nilikuambia mimi ninazungumza kwa minajili au kwa niaba ya mtanzania yule mwenye hana uwezo wa kuzungumza. Kituo chetu kinafikia watu wengi. Sasa kuna taarifa ambazo nimeweza kupewa kuhusu huyu bwana jinsi ambavyo anawasumbua Watanzania. Ninaelezwa kwamba mstakwimu Tanza Daluga ni mmoja ya watu wanaotumia wanautum, uh, chama cha CCM kutapeli na kuchukua mali za watu kwa kimvuri cha CCM. Huyu jamaa huiba mashamba na kuyapima kisha huuzia watu wenye pesa kwa sababu chama kinamkingia au kinamkinga. Ebu sikiliza, yani anatumia mamlaka ya afisi yake vibaya, kwamba yeye ni mwenyekiti wa mtaa na kupora mali ya wananchi, aswa mashamba, na anayauza kwa nini? Kwa sababu anakingwa na chama, hawezi akachukuliwa hatua yoyote kwa sababu tukianzia tume ya mahakama, tume ya polisi, jeshi la mwananchi Tanzania, yote ni CCM. Kwa hivyo hata ukimshtaki, hata ukimpeleka mahakamani, hawezi akatendwa chochote. Sasa ninaelezwa hivi, mpenzi mtazamaji, huyu jamaa yuko yuko karibu na wakubwa wa chama cha CCM, ndio wanayemweka hapo alipo, ama ndio waliweza kumweka hapo alipo, yaani kama mwenyekiti wa mtaa kwa miaka 35, mahala ambapo ameweza kuhudumu. Ninaelezwa pwani nzima, yani pwani nzima Tanzania, anajulikana kwa kuchukua ardhi za wanyonge. Akikushtaki mahakamani, sio rahisi kushinda, na wanakupoteza unaona, wakikushtaki mahakamani. Mpenzi mtazamaji, ninaelezwa kwamba wanakupoteza Yaani, ukimshtaki mahakamani kuniradhi, sio rais wewe uweza kushinda hiyo kesi, nanielewa. Wakiona kesi imekaa mbaya, wanakupoteza, wanakuteka nyara na unatoweka, nanielewa. Mpenzi mtazamaji, sasa cha kushangaza Ninaelezwa hivi. Tunaomba wa Kenya watusaidie kwani huyu jamaa Mustaquim Mtanza Daluga ni mmoja wa genge la Mafuele. Kuna lile genge ambalo linaongozwa na Mafuele na mtoto wa Samia Abduli, genge la kuua wa Tanzania, genge la kuua wale ambao wamekataa kata, katakata udikteta wa Samia na mtoto wake Abduli. Tunaelezwa kwamba huko Kariakoo huyu bwana akiwekwa wazi, bwana Ezra, utasaidia sisi ndugu zenu, unasikia yani, ukizungumzia hizi taarifa bwana Ezra, ukizungumzia hizi taarifa utakuwa umesaidia Tanzania. Kwa nini huyu jamaa anatisha, mpaka vyombo vya habari vya Tanzania haviwezi kamwe vikazungumzia taarifa kama hizi? Kwa nini ukizungumzia, anaita kikosi chake cha genge cha mauaji ama genge la mauaji ambacho kinaongozwa na Mafuele na Abdul, unapotea na huo ndio mwisho wako wa kuishi. Mustakim Daruga alikuwa mwenyekiti wa mtaa wa Mtendeni akiwa na umri wa miaka 21 kutokana na kuonyesha uwezo mkubwa wa kusaidia kazi za uongozi katika serikali ya mtaa huo uliopo katikati ya mkoa wa Dar es Salaam. Hapa anaeleza siri ya kushika nafasi hiyo kwa kipindi cha miaka 35. Nimeshamaliza awamu saba, juzi imeapishwa awamu saba, maana yake nimemaliza miaka 35 ya uongozi wangu katika awamu zangu zote hizi ninachapa kazi na nakubalika kwa kupitia chama changu. Sasa ninaelezwa hivi tena, na sasa amemweka mtoto wake kama Samia na Kikwete walivyo fanya kwa watoto wao, yaani amemweka mtoto wake katika cheo cha Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi, CCM, UVCCM. Amemteua mtoto wake pale afanye kazi pale, jinsi ambavyo Samia ameweza kumchagua mtoto wake kuwa waziri msaidizi, jinsi ambavyo Kikwete ameweza kumchagua mtoto wake kuwa waziri wa utumishi wa umma Tanzania. Yaani tena huyu jamaa ujitamba sana kuwa yeye hakuna wa kumgusa, ni simu moja tu anatoka. Yaani cha kushangaza, mpenzi mtazamaji, yaani ukiona mwananchi mpaka ameamua kuzungumzia hili, jua kwamba wamechoka. Yaani anaiba mashamba anapora ardhi za wanyonge kule pwani kule Tanzania, alafu ukienda kulalama ukienda kumshtaki, ukimpeleka mahakamani, yeye anapiga tu simu moja tu kuelekea kwa muuaji Samia na vibaraka wake, anatolewa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa mitaa. Ndiyo. Eti simu moja tu anatoka. Sasa ninaelezwa kwamba amechukua mpaka viwanja vya kanisa Katoliki huko Bagamoyo, eneo la masista. Mpaka sasa keshe, e, kisha amesha ama, mpaka sasa kesi imeshapelekwa mahakamani mahakama Kuu na hakuna kitu ambacho kimetendeka. Ninaelezwa kwamba chama cha CCM kinamtumia huyu bwana mwenye anaitwa Mustakwimu Mtanza Daluga kupitia Wahindi wenzie Rostam na Abduli, ndio vibaraka wao yeye na familia yake wana raia wawili. Yaani, ninaelezwa kwamba sisi tunateseka sana huku Chalinze Bagamoyo, Mkurunge pamoja na Arusha. Huyu jamaa ni bingwa wa kugushi makaratasi mpaka mihuri za mahakama. Ni mmoja wa watu wa mafwele ni wake watu wasiojulikana, yani inishoti, huyu jamaa ni jambazi. Kuna wale ambao wataniuliza bwana Ezra, jambazi ni nani jambazi? jambazi ni mtu ambaye anaweza kagushi hata sahihi yako, ni mtu ambaye anaweza kagushi muhuri ni mtu ambaye anaweza kagushi aa, makaratasi stakabadhi za mashamba, jinsi ambavyo huyu bwana anafanya. Na uliweza kusikiti kwamba anajishaua eh? Anajishaua akizunguka kwa kiti kwamba yeye amehudumu kama mwenye kiti kwa miaka thelathini na mitano, akiendelea kuwapora wananchi, akiendelea kuwaibia wananchi. cha kushangaza zaidi, wameshikana na Mafwele, wameshikana na Abduli. Kikosi hatari sana Tanzania. Ni kipi ambacho tunapaswa kufanya kusimamisha udhalimu, ukatili wa aina kama hii Tanzania? hakikisha kwamba huyu jambazi, taarifa hizi zinasambazwa kila kona ya Tanzania kwa sababu, akifikia watu kama vile wajane, anaweza kawanyang'anya mashamba zaidi, na anagushi stakabadhi na hakuna kitu ambacho mtamfanyia. Sambaza hizi taarifa. Kwa hivyo, mpenzi mtazamaji, nikimalizia hapa tumeweza kugundua kwamba tatizo sio Samia peke yake, tatizo ni chama cha CCM Tanzania. Hichi ndicho chama ambacho kimemaliza Tanzania. Tatizo sio Samia peke yake, ili tuweze kuleta mabadiliko Tanzania yetu lazima tuhakikishe chama kizima cha CCM kimepinduliwa, chama kizima cha CCM kimeondolewa, kwa sababu kuanzia afisi ya rais mpaka afisi za mwenyekiti wa mitaa, wote ni wafisadi, wote ni wauaji, wote ni wezi. Hao ndio wamechangia uongozi duni unaonekana Tanzania. Kwa hivyo ili tuweze kupata taifa nzuri lazima mimi na wewe tufanye wajibu wetu. Mimi nimefanya wajibu wangu wa kumulikia taarifa kama hizi, na wewe fanya wajibu wako wa kusambaza taarifa hizi, na vile vile fanya wajibu wa kuandamana, ili tupinge udhalimu wa aina hii, ili tupinge utawala wa kimabavu wa aina hii mahala ambapo viongozi wanatutawala vibaya, mahala ambapo viongozi wanachukua mali yetu kwa kutumia nguvu. Nimekasirishwa sana. Eti huyu, ja, huyu bwana hatoshiki na hiyo kazi ambayo amepewa na chama cha CCM. Ameamua kupora mpaka walalahoi, ameamua kupora mpaka maskini ameamua kuchukua mpaka ardhi za wanyonge. Asante sana kwa kuendelea kuamini kituo hichi, kwa kuendelea kufunguka kuja kwangu. Taarifa kama hizi ndizo tunapaswa kuangazia ili tuhakikishe kwamba tunasaidia kizazi kijacho, ili tuhakikishe kwamba tunaokoa Tanzania yetu kwa sababu serikali inanitazama. Ukiwa na taarifa nyingi hakikisha kwamba unawasiliana nami. Mimi ni bwana Ezra, sambaza ikanda kabisa. Huyu bwana anapaswa hata apigwe mawe. Hatuwezi tukaendelea kustahimili mateso ya viongozi kama hawa ambao wanagushi stakabadhi za ardhi, wanagushi mpaka mihuri ya mahakama, na hakuna kitu ambacho watafanyiwa. Yani, anajua kwamba yuko na kinga ya chama, anapora mashamba na awezi akakamatwa. Ni jambo la kusikitisha. Sema nasi narejea na mengi tena zaidi. Mimi ni bwana Ezra, sambaza kanda hizi, hakikisha kwamba unazisambaza, unasambaza linki ya video zetu kuelekea kwa vikundi vingi. Asanteni sana kwa kunitazama. Mwenyezi Mungu awabariki, heri njema ya mwaka mpya.